Na, no, Nä, We manda, we manda, we manda ya satanike. Na muuminokelio ukaiana welile. We manda, we manda, we manda ya satanike. We manda, we manda, we manda ya satanike. na muuminokelio ĩnawĩlile wĩmandha wĩmandha wĩmanthi akathũcya kĩ wĩmandha wĩmantha wĩmanthi a kathũ cha kĩ wĩmandha wĩmandha wĩmanthi a kathũcha kĩ ina mũminũkĩlyo ũkaĩana wĩlile kamwana wimanthia wi manthi a satani ki kele tu wimanthia wimanthia a satani ki wimantha wimantha wi manthi a satani ki na muuminukilyo ukaiana wiilile kamwana kamwana wĩmanthĩa satani kĩ kamwana kamwana wĩmanthĩa satani kĩ kelĩĩtu kelĩtu wĩmanthĩa satanike na satanĩ kĩna mũũminũkĩlyo ũkaĩana mwĩlile